Tumeshinda tunzo ya kwenye sekta za umma tukawa namba moja, alafu tukawa na mshindi wa jumla wa sekta hiyo ya umma, na tunzo hii ina muhimu sana kwetu kwa kwanza a, inachangia sana kuonyesha kwamba utendaji wetu e, uko katika kiwango ambacho kinakubalika kimataifa, na inamaanisha kwa taxpayer wa walipakodi kwamba kila shilingi ambayo inakusanywa inafika katika mfuko mkuu wa serikali na inatumika katika kutoa huduma za kijamii. Serikali inapata uwezo wa kuhudumia sekta za jamii ikiwemo sekta ya elimu, sekta ya afya, miundombinu na kadhalika. Kwa hivyo, ni ina muhimu sana kwa upande wetu na pia ni inaonesha umahiri wa watumishi wetu ambao upo aa, na unaonesha ubunifu uliopo ndani yetu na tunaweza kutoa huduma nzuri kwa walipa kodi ili waweze kuleta Uh, ufanisi katika utendaji kazi wetu. Tunashukuru sana kwanza, tunawapongeza uh, na kuwapa shukurani nyingi kwa kazi kubwa ambayo imefanya kwa mwaka wa fedha uliopita ambao tumefika malengo, na pia kwa mwaka huu fedha wa fedha ambao tunakwenda nao wa tumevuka malengo yetu ya mwaka mwaka jana, na mwaka huu tunavuka malengo ya miezi yote mpaka kufika mwezi wa Novemba. Kwa hiyo tunatoa shukurani kwao, tunaomba ushirikiano zaidi, ili tuweze kufanikisha Uh, ulipaji wa kodi na maendeleo ya nchi yetu. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.